Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, wapendwa watazamaji wa Kishki TV, tumerudi tena. Leo tumerudi katika kipindi chetu cha adabu katika Uislamu. Leo katika kipindi chetu hiki, tutazungumzia adabu za kula na kunywa, lakini tutaanza na adabu ya kula kwanza kabla hatujazungumzia adabu za kunywa. Mpendwa wa mtazamaji wa Kishki TV, ni wajibu wa mzazi kumwelekeza mtoto wake uh, adabu za kula. Usipofanya hivyo utakuja kupata aibu pia mbele za watu. Maana mtoto atakuja kula na watu, na wewe upo, mpaka unajisikia aibu kumwondoa, huwezi kumfukuza, huwezi, watu wanashangaa, wewe mwenyewe pale unajisikia vibaya kweli. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kuwafundisha watoto wetu adabu za kula. Na leo muda wa kuwafundisha watoto adabu za kula hatuna, kwa sababu leo kuna utamaduni kila mtu ala peke yake, baba ala peke yake, mtoto ala peke yake, sijui nani ala peke yake. Ni tofauti na wazee wetu waliopita, old is gold. Eh? Leo mtoto atajua mwenyewe anavyokula, hili ni kosa. Hata kama atakuwa anakula peke yake, lakini apate muda ambao utakuwa wewe unamwelekeza ale vipi kama ulivyoelekeza Uislamu. Kama nilivyosema katika kipindi kilichotangulia, kwamba Uislamu haukuacha kitu. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuwafundisha watoto wetu adabu za kula na kuwafuatilia, kuwaangalia pia katika mambo mengine, sio kwenye kula tu, na hata kwenye mambo mengine, na kuwaelekeza katika yale mambo ambayo watakuwa wanazembea watoto wetu, tusiwaache au wanakosea katika malezi Malaysia anataka vipi na mtoto anaenda vipi, tusiwaache. Naongea haya, siyaongei hivi hivi. Kuna hadithi ya Mtume sal alaihi wasallam sallam. Hii hadithi an umara bni abii salama imepokewa kutoka kwa Umar ibni abi salama, Allah awe radhi nao. Hadithi inasema, huyu Umar ibni abi salama anasema hivi:

Alikuwa analelewa na Mtume sallallahu alaihi wasalam, alikuwa anakaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasalam, lakini ilikuwa akila chakula, mkono wake ulikuwa hautulii sehemu moja. Mara umeruka mashariki, umedokoa nyama huku, mara umekwenda magharibi, mara umekuja katikati, yaani mkono waangaika, hali ule upande wake ambao kile chakula, ule upande wake ambao amekaa, akawa anamega pale ambapo ni karibu na yeye. Yeye mara kapeleka mkono huo kule kwanza hapa. Mpendwa mtazamaji, wewe unaonaje kama mtu unakula naye anakula hivyo? Eh? Kuna nyama huko kwa kwa ameiona, ameruka, amechukua mwenyewe, umepiga mahesabu kwamba hii nitachukua hii, yeye ni kaleta mkono mpaka huko akaichukua ile nyama unajisikiaje? Sasa hii hadithi imekuja kutufunza mambo mengi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona yule kijana vile, hakumgombesha na kumfokea kama sisi tulivyo kwenye malezi yetu. Kama umeona mtoto amekosea, basi hapo hapo kwenye chakula kitaumana hapo hapo, we mpumbavu, kwa nini unakula hivi? Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia alimwambia tu, ya ghulam, ewe kijana. Hakumwita wewe mwehu, hakumwita wewe mpumbavu we ama ya ghulam, ewe kijana, samillah, soma bismillah, yani sema bismillah, wakul biyaminik, kisha kula kwa mkono wako wa kulia wa kul mima yalik, alafu kula kile chakula ambacho kiko karibu na wewe, yaani ule upande wako wa sahani ambao chakula kiko pale karibu na wewe, ule ndio ule pale. Angalia, kafanya kosa moja tu lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kamfundisha mambo zaidi ya hayo. Kwa hiyo, pia tunatakiwa na sisi tuwasikilize watoto tu wetu wanapotaka kula. Je, wanasoma bismillahi kama alivyoagiza Mtume? maana ni malezi Alafu watoto je, wanakula kwa mkono wa kulia? kwa sababu kuna tabia, mimi nishamwona mtoto anakula kwa mkono wa kushoto, nikauliza jamani, huyu vipi? Asema, ah, ndio mkono wake huyo toka azaliwe, a, ndio amezoea. Maneno kweli! Wewe nani mzazi, unasema mambo hayo? Eti mtoto ndio ndio, ndio mkono wake aliozoea? Hapana. Kama amezoea basi azoeshwe mkono wa kulia. Mkono wa kulia ndio wa kulia. Sasa wewe mkono huo huo ndio chooni, ende huo huo ndio? Hapana, ndio... tumzoeshe mtoto ale na mkono wa kulia, ndio malezi na ndio maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuko mtu mmoja alikuwa anakula, lakini kwa mkono wa kushoto, akaulizwa na mtume akaambiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, usile kwa mkono wa kushoto, kula kwa mkono wa kulia. Akamjibu kwa dharau, ah, mimi siwezi. Mtume akamwambia na wala hutoweza. Yule mtu mkono wake uliparalise, hakuweza tena kula na ule, na ule mkono. Hayo ndo ulikuwa ndo hivyo hivyo, alikosa adabu kwa Mtume. Yani yeye anaambiwa, aelekezwa jambo la maana, jambo zuri, akaona ajibu kwa dharau, kwa kibri na nini. Na hii nasi tunazungumza sisi kwamba hii bwana awezi, hapana, hakuna asiyeweza kula na mkono wa kulia, labda iwe mkono wa kulia una matatizo ndo anaweza kanani hivyo, maana hakuna budi lakini anakula na mkono wa kushoto, mkono wa kulia upo, ita amezoea. Hapana, samillah wakul biyaminika, piga bismillahi, kisha kula na mkono wako wa kulia. wakul mima yalik, kula ile sehemu yako, sio unapeleka huku unapeleka huku una... si adabu pia inakera, inaleta inaika dhiki kwa wale watu ambao unakula nao. Huyu Umar ibni Abi Salama akasema toka siku hiyo, mimi ulaji wangu ulikuwa ni huo, aliyapata maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ananani anaendelea nayo. Kwa hiyo faida tunayopata katika hadithi hii, hadithi ya hadithi kimalezi, kwanza, atasmiatu fi awali lakli, kusoma bismillahi mwanzo wa kula. Bismillah unasoma bismillahi unapotaka kula. Pili, kula kwa mkono wa kulia, tunatakiwa tule kwa mkono wa kulia sio wa kushoto. Tatu, anyakula linsanu min ataami ladhi yalihi, mtu anatakiwa ale chakula kile ambacho kiko karibu na yeye. So anyooshe mkono apeleke huko hapa. Hata kawa kuna mifupa eo, basi wewe kama, kama kuna mifupa hapa mwambie yule ambaye kwake kuna minofu, ustadhie naomba hebu nipe mnofu. So upeleke kule. wow, a hapana, sio adabu ya kula hii. Alafu vile vile idha kana taamu anwa mukhtalifa fayajuzu an yakula linsanu min ataami aladhi la yali, kama vyakula viko vingi hapa, kuna maharagi hapa, kuna kunde hapa, kuna biriani hapa, kuna kama anavyosema ule mzee wetu asema vyakula vile vya kinanii, kuna magimbi ya nyama hapa, basi viko tofauti tofauti, basi unaweza ukapeleka mkono kule kwenye gimbi la nyama, ukitoka pale ukaja pembeni hapa, ukachukua kuna chips kidogo, ukatoka hapo kidogoa ukajap lakini sio chakula ni hicho hicho, wapeleka huku hapana, be... siyo adabu. Kwa hiyo haya ambayo tumepata faida eh, katika hii hadithi ya Mtume sallallahu wasallam, kuna mengine ni miongoni mwa adabu au yote ni katika adabu za kula. Kwa mfano, kuna hiyo atasmia, kusoma bismillahi ni adabu hiyo. Alafu pia ukimaliza kula ukasema alhamdulillah, au ile dua ambayo tumefundisha alhamdulillahi ladhi atamani wasakani wajalani min almuslimin. Kwa hiyo kusoma bismillahi wakati unataka kula na kusema alhamdulillah, kwa sababu usiposoma bismillahi, pia shetani naye anakihalalisha chakula a akinamfaa ale pale. Ukitia mkono naye anatia mkono, ukitoa unakula na shetani, mashetani ma ni wachafu nini. Ndio maana watu wapata maji maradhi ambayo wala ukipimwa na hospitali hayaonekani, anaumwa na nani, ambayo sijui infection gani sijui nini, ni haya haya yakula bila kusoma bismillahi. Mtoto mara tumbo limefanyaje nini, wewe mwenyewe mara. Kwa hiyo ukisoma bismillah hathubutu shetani kutia mkono wake pale. Alafu ukisoma bismillah chakula kinapata baraka eh. Jambo lolote ambalo linafanywa bila bismillah linakuwa ni abtar, e, ni pungufu, halina baraka. Kwa hiyo ukisoma bismillah na baraka zipo. Kwa hiyo katika adabu nyingine ndio kula kwa mkono wa kulia, usile kwa mkono wa kushoto. Adabu nyingine ni kula kile chakula ambacho kiko karibu na wewe, yani ule upande wako wewe. Kwa hiyo adabu ziko nyingi sana, ziko nyingi sana, sio mtu unakula kiajabu. Kuna wengine anakula hata kwenye kutafuna, mtu anatafuna kama vile paka, yani paka wenzake pale wanakereka pana. Yako mengi, tunazungumza machache tu, kutokana na muda. Kwa hiyo ndugu zangu, tutosheke na haya, tutosheke na haya, tukajifunze haya, insha Allah, alafu mengine nayo atakuja